Ujenzi wa bweni mpya katika shule hiyo ulikuwa wakati ambapo wanafunzi walikuwa na shida ya vyumba vya kulala ili kuwawezesha kuwa chuoni wakati wote. Shangwe wa na nderemo zilijaa katika shule ya Gethsemane Garden High School, kisiwa cha Mfangano, kaunti ya Homa Bay, walipokabidhiwa bweni mpya inayo dhamana ya takriban milioni 19, ambayo ilifadhiliwa na mfadhili kutoka Marekani. <coughs> Naibu gavana wa eneo hilo Hamilton Orata alipongeza mfadhili huyo kwa juhudi zake za kusuluhisha ukosefu wa vyumba vya kulala katika shule hiyo. Mwanzilishi wa shule hiyo Naptal na Matel ametoa changamoto kwa serikali kuu kuanzisha shule zenye gharama nafuu na pia kuboresha elimu kupitia usimamizi wa kitaifa ya tume elimu ya kuhama Shule hiyo ina wanafunzi zaidi ya mia saba ambao walipata alama ya nane nukta nane kwa mtihani wa kitaifa KCSE mwaka jana. Wanafunzi hao sasa wanaanza kufurahia usingizi mnono huku wenzao katika shule sabini na moja kote nchini wamelazimika kupigwa na baridi haswa mwezi Julai, baada ya mabweni kuteketea kwa hali isiyoeleweka.